Afya njema na kukutana katika konferensi hii leo. Uh, kama alivyoelezea msemaji wa timu ya taifa, tutakuwa uh, na mechi mbili za kirafiki tutacheza uh, na Algeria, tutacheza na uh, Congo D DRC Congo, zile tarehe ambazo tarehe za FIFA kikosi cha wachezaji 23 wa timu taifa ya Tanzania kitakacheza michezo miwili ya kirafiki kwenye tarehe za kalenda za FIFA ziji Algeria na DRC Congo si kikosi hichi kitaingia kambini Machi 18, 2018 kwenye hoteli ya Seascape na kuondoka Machi 19, 2018 kuelekea Algeria kwa mchezo utakaochezwa Machi 22. Kitarudi Tanzania Machi 24, 2018 kujiandaa na mchezo wa pili, wachezaji wa uwanja wa Taifa Machi 27 na DRC Kongo. Kikosi ambacho kina jumuisha ya 23: walinda mlango na Aishi Manula, Ramazan Kabili, Abdrahman Muhamed, walinzi wa pembeni na Shomari kapombe Hassan Kesi na Gadiel Mike. Walinzi wakati tuna Kenril Yondani, Abdi Banda na Erasto Nyoni. Viungo wakati tuna Hamisi Abdallah Mudasiri, Haya Saidi, Ndemla, Feisal Salum na Abdulaziz Makamu. Viungo wa pembeni kuna Faridi Musa, Thomas Ulimwengu, Ibrahim Majibu, Shiza Kichuya na Mohamed Isa. Washambuliaji tuna Mbwana Samatta, Simon Msuva, John Bocco na Zayd Yahaya. Nafikiri hao ndio wachezaji 23 kama nilivyoelezea mwanzo, tutakuwa nao katika mechi mbili hizi ambazo tunajiandaa. Tutakuwa na benchi la ufundi ambalo litaongozwa na Salum Mayanga, Emedi Moroko, Patrik Mwangata, Dani Msangi, Dr Yomba, Dr Gilbert na Ali Rugu. Nafikiri hilo ndo benchi la ufundi litambatana na jitajiawa katika safari ya nje na kujiadakaesh kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na point zitazokufanya kujishindia ticket za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa Pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.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 kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi mia tano tu. La Jumapili, Spoti Extra, uhondo tu. Uh, mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa. Naangalia Global TV Online.